Yani aina mbinu ndo zimeamua mchezo. Kwa hiyo sisi na mbinu zetu tumedilei kidogo, wenzetu wamepata magoli, wameendelea kusonga mbele kwenye hatua ya finali. Pia tuwapongeze kwa sababu ndo tayari washaingia finali, kwa hiyo hamna namna tena. kwa upande na kum... cha... cha namna gani kwa upande wako? kama ulivyokiona kwa sababu ulikuwa kiwanjani, mimi naamini kila mtu ameona mchezo. wa mpira ni mchezo wa wazi, kwa hiyo oyu... mi sina cha kusema zaidi ya kuwapongeza tu wapenzi wetu. Mwalimu alizungumza nini na wewe wakati unaingia kipindi cha pili? Niende nikafanye kile ambacho mwenzangu alianza alikifanya, mimi nikafanya zaidi ya kile. Kwa hiyo namshukuru Mungu. Sasa hivi kila mchezo ni mgumu, sio hapa tu, sio hii na Yanga. Kila mchezo ambao tunakutana nao si kwetu mgumu, lakini tunamshukuru Mungu anachotupatia ushindi. Sawa kama hivi tumefungwa pia, tunashukuru kwa sababu ndo alichotuandikia kwa siku ya leo. Sasa tunawakamia vipi? Kwani sisi ndio tumewahi kufungwa na Yanga peke yake? Mbona tushafungwa na timu tofauti tofauti? Sasa mechi inakuwa ngumu sana, ugumu huo unakuja sisi kutokana na mbinu zetu na wao na mbinu, hatuna chochote, kwa sababu sisi tumetoka kucheza juzi tu. Ukiangalia sisi na wao, nani kaanza kucheza? Yanga Africans, sisi tumefuata, lakini sisi tumekuja kucheza hapa. Sasa na sisi tuseme kwamba ni ugumu, hamna ugumu. Naona anasema kwenye mpira ukijipanga utapata matokeo, kwa hiyo wote wamejipanga na sisi tumejipanga, lakini haikuwa kwetu leo. Mmekutana na mpinzani aliye bora ama leo haikuwa upande wenu? wako bora sababu mpaka wameshinda. Maana wako bora, sisi ni bora, lakini wao bora zaidi, ndio maana wameshinda. Kuna namna ugumu uh, wa ratiba au kuelekea mchezo wao kwa mgumu zaidi? Hamna ugumu wa ratiba wote, ndio maana wachezaji tupo kari, zaidi ya 30. Kwa hiyo mwalimu ndio ndio maana unaona leo, mechi iliyopita nilianza leo, umeona nimeanzia nje. Ndio mchezo wa mpira uko hivyo. Kwa hiyo sitaki kusema sijui ratiba sijui uwanja sijui nini, mimi sina hizo, yaani ni mbinu za uwanjani ndio zimetumika kutuumiza, lazima tukubali. Kuna namna mna trendi sana mtandaoni Kichuya na nini kuna tukio moja lina sana mtandaoni ni kama kuna, kuna mtu alienda kuokota no, oh, kitu pale. Hilo tukio unalizungumziaji? kwani wewe kwa macho yako ulivyokuwa kiwanjani wewe uliona, si ndo tumeenda kufukia au iko kitu ambacho kilichoenda kufukuliwa? ni cha kuna mchezaji ameonekana pale. Mchezaji gani? Kwa jina nimemsahau lakini yuko ndani ya jinsi hiyo kwa timu mbili, kwa ina maana yeyote anaweza kuwa amefanya hicho kitu. Lakini kwa sababu tu watu hamna kwa, kwa, kwa, kwa, kwa hiyo wao hawawezi kufanya hivyo kabla, kwa sababu si jana tujaje hapa kiwanjani. Ndio. Sasa wao sio wamekuja. Mm. Kwa hiyo na sisi tuseme na wao walifanya hivyo. Mchezo wa mpira hauna uchawi babu. Ungekuwa hivyo uchawi uko Sumbawanga, si wapi, watu akishakuwa na timu hamna uchawi. Wewe ukijipanga vizuri utapata matokeo. Hizo nyingine ni imani tu tunaziweka. Na hiyo kila mtu na imani yake. Imani ukizifanya bwana, mimi na wewe utakuwa hivyo hivyo. Hamna uchawi kwenye mpira.